Tarehe kumi na nane wa mwezi Aprili mwaka huu wa ishirini ishirini tano, waumini wa dini ya Kikristo wanaanza kuungana na wenzao duniani kusherekea sikukuu ya Pasaka ambapo singi itasherekewa rasmi tarehe ishirini mwezi Aprili mwaka ishirini And... sikukuu hiyo mara kadhaa kuhusisha ibada mbalimbali ambazo hufanyika katika nyumba za ibada mchana na usiku. Polisi Dar es Salaam imejipanga kuhakikisha waumini wanashiriki na kusherekea sikukuu hiyo amani na utulivu wito unaendelea kutolewa kwa wazazi na walezi kuwa na uangalizi wa karibu kwa watoto wakati watem, wa matembezi na mikusanyiko mbalimbali. Pia jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam inatoa wito kuhakikisha kwamba nyumba na makazi mbali mbali ya watu haviachwi bila kuwa na kuangalizi. Swala la usalama barabarani pia limesisitizwa kwa madereva wa vyombo vyote vya moto, lakini pia wale watumiaji wa barabara kuhakikisha wote kwa pamoja wanazifuata na kuzitii sheria za usalama barabarani ili kuepusha ajali na madhara mengine ambayo yanaweza kutokea. Polisi kanda maalum ya Dar es Salaam imekuwa pia ikifuatilia matamko mbalimbali na mipango ya baadhi ya viongozi wa chama cha Chadema ambao wamekuwa wakihamasisha watu kukusanyika tarehe 24 mwezi wa 4 mwaka huu wa 2025 eneo la mahakama ya Kisutu, huku katika mipango yake na mipango ya chama hicho wakilenga fanya vurugu kwa lengo la kushirikiza mamlaka za kisheria kumwachia mmoja wa watuhumiwa ambaye anafahamika kwa jina la Tundu Lissu anayetarajiwa kupelekwa mahakamani siku hiyo ambayo imetajwa. Jeshi la polisi kanda maalum linawakumbusha wahusika kuwa mahakama ma ni mamlaka za kisheria zilizohuru na ambazo hazipaswi kutishwa au kuingiliwa wakati wa utekelezaji wa majukumu yake. Abi, jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam linaanza kwa kuwakumbusha wahusika kuwa mahakama ni mamlaka za kisheria zilizo huru na ambazo hazipaswi kuingiliwa wakati wa utekelezaji wa majukumu yake. Mamlaka hizi hazipaswi kutishwa. Jeshi la polisi kama msimamizi wa sheria haiwezi kutoa fursa tishwa wakati ikiwa inatekeleza majukumu yake ya kisheria. Hmm. Jeshi la polisi kanda maalum linaendelea kuwatahadharisha watu wote wanaohamasisha kuhusiana na nia hiyo ofu la jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam ninaendelea kuwatahadharisha watu wote wanaohamasisha, lakini wale wote wanaopanga kutekeleza nia hiyo ofu kuwa wasishiriki kwenye mpango huu, na jeshi la polisi wa kanda maalum ya Dar es Salaam kali na pia, jeshi la polisi kanda ya <coughs> Dar es Salaam linatoa onyo kali kwa wale waliowote ambao wanapanga mpango huo mbovu kufanya vurugu au fujo kwenye eneo la mahakama wa mikali sana lakini kwa mujibu wa hmm, sheria na dini watashughulikiwa kali sana. Lakini kwa mujibu wa sheria za nchi, jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam linawatakia sikukuu njema ya Pasaka wananchi wote wa Dar es Salaam ambao wanaungana na Watanzania wenzao kuhakikisha kwamba sherehe hizi zinasherekewa kwa amani.